Miezi michache ya nyuma ilianza na kupiga picha magari yanayosemekana ni ya watoto wa viongozi, lakini ukiangalia hayo magari wala hayahusiani hata na mtoto wa huyo kiongozi. Yamepigwa sijui ma Rolls Royce sijui magari gani makubwa mazuri. Mnajua lengo lake ni nini? Ilikuwa inaandaliwa mkakati wa kujenga chuki Ilimushoni, ili mwishoni ije iji manifest hiyo chuki tunapoelekea kwenye hizi tarehe, jambo ambalo lilikuwa sio kweli kwa hata ninyi. Inawezekana leo mkawa mnamchukia tu mtoto wa kiongozi. Sasa katika taifa kuna uwekezaji mkubwa sana wa kujenga chuki isiyo na maana. Ukiuliza vizuri sana hata hawa ndugu zetu, juzi hii rapsha iliyotokea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 Mwingine akasema mimi nime hatujapata bodi, hatujapata hela kutoka bodi ya mikopo. Sasa kwa kweli ni vitu ni vingi, ni mchanganyiko, lakini watu wakifanikiwa kutengeneza chuki, tunaweza tukachukiana sisi kwa sisi. Watoto kuchukiwa, nataka nikujulishe hivi maana ya watoto kuchukiwa, kwa sababu baba, ulichokipanda ndicho utakachokivuna. Umepanda mateka, utavuna mateka. Umepanda kuua kwa upanga, utawawa kwa upanga, utawawa kwa upanga. Ulichokipanda ndicho utakachokivuna, usitegemee. Umepanda kuua, kuteka, umeamuru majeshi kuua watu bila kuwa na sababu yoyote ile, kwa kutaka ulinde nafasi yako, kwa kutaka ulinde cheo ulicho nacho, kwa kutaka upandishe cheo, kwa kutaka mtu fulani akuone ya kwamba umefanya kazi nzuri sana, kwa kuwa kwa kuteka watu nyara, ujue ndicho utakachokivuna. Na ndio maana ukija kurudi nyuma ukatafakari vizuri, ama ukaona vizuri, Diamond alijaribu kutukana wananchi, alichokipanda ndicho alichokivuna. Baada ya kutukana na wananchi, nini wananchi walichokifanya? Wananchi walichokifanya wakaenda kuchoma ile jengo lake WCB Wasafi, kwa sababu ndicho alichokipanda sasa kipandacho mtu ndicho atakachokivuna. Na ndio maana mnaona kwamba mna mashaka na familia zenu. Mna mashaka na familia zenu. Mda wote ile mnajua kwamba itaweza likawaka. Mda wote ile mnajua kwamba vitoto vyenu vitaweza vikatekwa. Na vitatekwa kweli kwa sababu ndicho ulichokipanda. Kwa sababu naamini kwamba wewe ni mkuu wa mkoa na wewe ndio ulikuwa unaamuru watu kwenda kufanya zoezi hilo. Ili waonekane kwamba unafanya kazi nzuri sana. Ili waonekane kwamba mkubwa wako akuone kwamba wewe ni mtu mwenye roho mbaya. Mioyo mnafanana, una moyo wa kishetani. Sasa apandacho mtu ndicho atakachokivuna. Sasa wewe ulichokipanda ama nyinyi mlichokipanda kwa haribi, kwa uharibifu huu, kuteka watu nyara, na mpaka leo hii hatuwaoni watu waliotekwa. Hatujai kusikia mtu anaongea hiki kitu, mtu aliyetekwa, kwamba watu hao wako wapi? Mmeficha wapi ama wameuliwa wapi? Sasa kwa sura kama hii unashindweje kusema kwamba chuki, e, watu wanatengeneza chuki? Hakuna watu wanaitengeneza chuki. Chuki umetengeneza nyinyi, chuki umetengeneza nyinyi. Na wananchi, naomba niwasomee maandiko hapa hivi, ili mjue kwamba upanga hautakuja kuondoka nyumbani kwenu. E, katika kitabu cha ufunuo ile sura 13 na mstari wa kumi unasema mtu akichukuliwa mateka atachukuliwa mateka, mtu akiua kwa upanga atauawa kwa, atauawa kwa upanga. Hapa ndipo penye subira na imani ya watakatifu. Sasa nakuongezea hapa hivi, nakuongezea katika kitabu cha Mwanzo ile sura ya sita, sura ya nne, katika kitabu cha Mwanzo sura ya nne na mstari kama wa sita hivi unasema E, ngoja nianzie wa sita, unasema Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu na kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vema hutapata kibali, usipotenda vema dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, lakini yapasa uishinde. Ukisoma mstari nao unasema Kaini akamwambia Habili nduguye, twende wandani. Ikawa walipokuwapo wandani, Kaini akamwambia Kaini akam, akamwinukia Habili nduguye akamuwa. Bwana akamwambia Kaini, yuko wapi Habili ndugu yako? Akasema sijui, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu? Akamwambia mstari wa kumi akasema Umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Basi sasa, umelaniwa wewe katika ardhi iliyofumbua kinywa chake ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako. Hapa hivyo naona inasema kwamba sauti kwanza, hapa hivyo unasikia kwamba anakuambia umelaniwa wewe, umelaniwa wewe, sauti ya ndugu yako ambayo iko kwenye ardhi uliyoyua wewe inakulilia sauti. Umelaniwa, umelaniwa. Unajua maana ya kulaniwa? Maana ya kulaniwa baada ya kufanya hili jambo, maana ya kulaniwa, utakuwa umelaniwa wewe na kizazi chako, umelaniwa wewe na familia yako, umelaniwa. Sasa ukiona kwamba watu wanatafuta familia zenu, wanatafuta watoto wenu, msishangae kwa sababu mmelaniwa na kama umelaniwa wa kinachofata ni nini hapa? Hivi tuliposoma pale hivi kwenye kitabu cha Ufunuo ile sura ya kumi na tatu sura ya kumi na tatu na mstari wa kumi nasema kwamba, au wae kwa upanga atakufa kwa upanga, atakayeteka watu nyara atatekwa naye nyara. Maana kutekwa nyara sio lazima utaiko wewe, utaweza usiteko wewe, lakini akatekwa mtoto wako, akatekwa mtu aliyomo ndani ya familia yako, ataweza akatekwa. Maana ya kuwawa, kwa wawa, kwa wawa, kwa upanga utaweza usiwao wewe lakini, akatekwa mwanae, atawawa mwanao kwa upanga, ataweza akawawa mdogo wako kwa upanga, kwa sababu umelaaniwa, kwa sababu umelaaniwa. Sasa ngoja nikakuongezee katika kitabu cha Mwanzo sura tisa na mstari wa, nianze na watano, nasema hakika damu, hakika damu yenu ya uhai wenu, mkono wa mwanadamu, kwa mkono wa ndugu mtu nitataka damu yake, nitataka uhai wa mwanadamu. sita inasema "Atakayemwaga damu ya mwanadamu, damu yake huyo itamwagwa na mwanadamu, maana kwa mfano wake Mungu alimfanya mwanadamu. Sasa hapa hivi unaona kwamba atakayemwaga damu ya mwanadamu, naye damu yake itamwagwa na mwanadamu sasa mnavyosema kwamba kuna watu wanatengeneza chuki, hapana. Mimi nataka nikuambie kwamba tengua kaulio, tengua kaulio. Hakuna mtu anayechochea chuki. Sisi tunakwambia kwa sababu tunawapenda. Sisi si wanafiki, sisi sio wale wakina Mwamposa wanaokuja kuwabariki. Sisi sio wale wanaokuja kutaka vipande vya fedha ili mwape bahasha, hapana. Sisi ndio wale tunawapenda, tunajaribu kuokoa vizazi vyenu na familia zenu na watoto wenu, tunavyoambia ukweli ujue, sisi tunawapenda. Tunaambia kwamba mtakapouua, mtakaposimamia watu kwenda kuua, mtakapoamuru majeshi yenu kwenda kusimamia zoezi la kwenda kuua watu kwa marisasi, mtakapoamuru watu kwenda kuteka watu nyara, mjue kwamba na nyinyi familia zenu zitatekwa nyara, zitauawa. Na ndio maana mnaona kwamba Diamondi ama wale waliokuwa na chochea, chochea ujinga wa namna hiyo hawakubaki salama, hawakubaki salama. Huwezi ukaondoa uhai wa mtu alafu ukabaki salama. Na ndio maana mnajua wenyewe wenyewe mnajua. Ndani ya mioyo yenu hamko salama, hamuna amani. Mnajua, mnajua. Eh, mnajua ndio maana mnatembea mkiwa na hofu. Sasa mimi nataka e, nikuulize jambo fulani. Namna ulivyozungumza umesema kwamba siku hiyo mimi nilikwepo nilikuwa nazunguka zunguka. Sasa kama wewe ulikwepo ulikuwa nazunguka zunguka, ulikuwa nazunguka kufanya nini? Maana najua kwamba baada ya kuzunguka zunguka uliona watu walikuwa wanauawa na huenda ulifurahishwa na hicho kitendo, ukasema majeshi yangu nafanya kazi nzuri sana yeah, wanafanya kazi nzuri sana kwa sababu wewe ndio ulikuwa na amuru, kwa sababu wewe ni mkoa mkoa, majeshi yako chini yako. Sasa kitu gani hapo hivi? Utaweza kutuambia sisi Watanzania tukuelewe kwa kauli hiyo ulizungumza hapo hivi? Muna hey, wakati mgumu sana.